Karibu katika mada ya leo. Leo tunakwenda kuangalia kutokwa na damu wakati wa ujauzito. Kutoka na damu wakati wa ujauzito ni jambo linaloweza kumtia hofu mama mjamzito. Ingawa wakati mwingine hali hii inaweza kuwa ndogo na isiyo hatari, mara nyingi inaweza kuwa dalili ya tatizo kubwa linalohitaji uangalizi wa haraka na wa kitabibu. Ni muhimu mama yeyote mjamzito anapotokwa na damu aende hospitali mara moja kwa ajili ya uchunguzi. Kutokwa nami, Daktari Lenny Komba, tukiangalia sababu kuu kwa nini unaweza kutoka na damu wakati wa ujauzito. Sababu hizi tumezigawa katika vipindi vitatu, trimester ya kwanza, ya pili na ya tatu. Utaangalia kwa undani. Kama bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze katika trimester ya kwanza. Katika kipindi hiki damu inaweza kutokana na mambo yafuatayo. Kwanza, kujipandikiza kwa mimba implantation of bleeding. Damu kidogo inaweza kutoka wiki ya kwanza hadi ya pili baada ya utungisho na huwa si hatari sana. Ishara ya pili inaweza ikawa ni mimba kuharibika, yani miscarriage. hii ndiyo sababu kuu ya kutoka na damu mapema, huambatana na maumivu ya tumbo la chini yani mama anaweza kapata damu nyingi kama mabonge mabonge au nyepesi, lakini pia maumivu yake yanakuwa ni kama ya uchungu, ni kama vile tayari mama kashafika siku zake imekamilika. Kwa ukiona dalili hizi, basi wahi kituo cha afya. Inaweza ikawa dalili hatari ya mimba kuharibika, lakini pia inaweza kuashiria mimba nje ya kizazi, ectopic pregnancy. mimba inapotokea nje ya mji wa mimba, hasa kwenye mirija ya uzazi inaweza kusababisha maumivu makali na damu nyingi, na hii ni hali ya hatari ambayo inaweza ikahitaji uangalizi wa karibu sana. Ishara nyingine inaweza ikawa ni maambukizi kwenye uke au shingo ya kizazi, yani cervical au vaginal infection. Hii huleta damu kidogo pamoja na muasho au harufu mbaya. Twende kwenye kipindi cha pili. Naangalia miezi mitatu ya katiya pili, maambukizi ya uke au shingo ya kizazi. Hapa kutoka nadamu kunaweza kukawa ishara ya vitu hifuatavyo: kwanza, maambukizi ya uke au shingo ya kizazi, lakini pia mabadiliko ya shingo ya kizazi au kuvunjika kwa mfuko wa mimba mapema. Tunahitaga mara nyingi katika kipindi cha pili huwa si mara nyingi mama kupata changamoto ya kutokwa na damu wakati wa ujauzito, mara nyingi ni kipindi cha mwanzo na kipindi cha tatu, kipindi cha miezi mitatu ya mwisho ya trimester ya tatu. Hiki ndicho kipindi ambacho kutokwa na damu mara nyingi huwa hatari zaidi. Kwanza inaweza kusababisha kitu cha kwanza tunaita placenta praevia, kondo la nyumba linaposhuka chini na kufunika mlango wa kizazi kusababisha damu nyingi isiyo na maumivu. Hii ni hali ya hatari, na kwa dalili zake tutazieleza katika mada zinazokuja, ili uchukue hatua mapema. Lakini pia inaweza kuashiria placenta abruptio, yaani kondo la nyuma linapojitenga na ukuta wa mji wa mimba kabla ya mtoto kuzaliwa. Damu huambatana na maumivu makali ya tumbo. Lakini pia inaweza kuashiria kujifungua kuanza, yaani kuanza kwa leba. Hii maumivu yake yanakuwa kama damu kidogo inaweza kuashiria mlango wa kizazi kuanza kufunguka ikiambatana blood show, yaani kutokwa na damu. Dalili za hatari zinazohitaji huduma ya haraka ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ya ghafla, maumivu makali ya tumbo, kizunguzungu au kuishiwa nguvu, poteza fahamu, mapigo ya moyo kwenda kasi, damu ikitoka ikifuatana na chembe chembe au mabonge. Hizi ni dalili za hatari ambazo zinahitaji uonane na daktari mara moja. Matibabu matibabu tegemea na chanzo cha damu. Uchunguzi wa daktari kwa kutumia vipimo na historia ya mgonjwa vitafanyika ili kubaini chanzo cha kutokwa na damu. Baada ya kubaini chanzo, daktari atatoa matibabu kulingana na tatizo lako. Jinsi gani ya kujikinga? Kwanza ni kufanya uchunguzi mara kwa mara wakati wa ujauzito, kuepuka mambo hatarishi kama kuinua vitu vizito au kujamiana baada ya daktari kupiga marufuku au kukataza, kuishi maisha yenye lishe bora na utulivu wa akili, kumjulisha daktari mapema ukiona mabadiliko yoyote yasiyo ya, ya kawaida. Hitimisho: kutokwa na damu wakati wa ujauzito si jambo la kupuuzia. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa hali ndogo, ni muhimu kupata ushauri na huduma ya haraka kutoka kwa wataalamu wa afya. Kila tone la damu ni ujumbe wa mwili kuwa kuna jambo la hatari au kuna jambo linahitaji kufuatiliwa kwa undani. Ulikuwa nami daktari Leni Komba, nakutakia siku njema na Mungu akubariki. Naamini kuna jambo umejifunza. Usisahau kunipa kwenye comment section na kushare maudhui haya kwa marafiki.